Tumezungumza mambo mengine, hatujagusa kwenye umeme kidogo. Nadhani una, una wale wanaoitwa siji makandarasi, sio ndiyo? Yeah, na wewe umejipangeje kuhakikisha mikoa yako hii hey, kanda yako hii inakuwa kila mtu anayefunga umeme kwenye majumba ana leseni iliyotolewa na EWURA? Asante, hiyo nayo ni swali zuri sana na ni pointi nzuri sana uh, Leo tuko katika banda letu la EWURA, lakini pembeni yetu tu tuko na banda la Tanesco. Tanesco. Ndu... tunaangaliana tunaangaliana kabisa yani. Tena hawa ni wadau wakubwa kabisa katika sekta ya umeme mm. Na tumekuwa tunaongea na viongozi baadhi yao wa hapa wanakuja, tunaongea vizuri, na hata hapo tulipo tunaona bango lile kubwa kabisa pale limeandikwa ni connect mm, ni oe connect. Ni connect app mm. Sasa, kwa sasa hivi mfumo ulivyo, Tanesco kakaguo fundi yoyote ambaye anataka kwenda kufunga uh, umeme kwenye nyumba ya mtu au sijui kwenye jengo sehemu, lazima uombe maombi ya kuunganisha ya umeme, huduma ya umeme kupitia huo mfumo wa niconnect. Sasa ukiingia kwenye mtandao huo wa niconnect, sharti moja ili uweze kuendelea kwenye hatua inayofuata ni kuingiza leseni ya EWURA, namba ya leseni ya EWURA. Kwa hiyo sasa tunashirikiana kwa karibu sana na watu wa Tanesco ili tuhakikishe kwamba watu wanakuwa wanaomba ile leseni. Kuna umuhimu gani wa kuwa na leseni ya EWURA sawa? So, wewe ukiwa fundi wa umeme utapata fursa sasa ya kufanya kazi, kwa sababu hapo kama nilivyosema hapo awali kwamba huo mfumo wa TANESCO sasa hivi inawabana, yaani ninamtaka lazima uwe na ile leseni ya EWURA, lakini pia inamlinda yule mtumiaji, kwamba unauhakika angalau kwamba huyu mtu akija akakufungia nyum, uh, umeme nyumbani kwako zile wiring akija kufanyia EWURA ameshathibitisha kwamba huyu mtu anao ule utaalamu ambao unahusika, kakakaguo mimi katika kazi yangu nasikitike sana, unamwona mtu ametengeneza nyumba yake, ameshawekeza pale milioni 150, sijui milioni 200, eh, ameenda kusave sijui elfu thelathini kwa ajili ya kumwajiri kishoka. Siku ya siku mambo yanatokea, kwa kuda za Mwenyezi Mungu amejipanga huko, sijui imekuwaje nyumba inakuja kuungua. Kama kawaida. Na nyumba zetu hatukati bila huyu mtu tuni mstaafu au hata kama ni kijana, inauma. Umepoteza nyumba kubwa hiyo kama hiyo, inauma sana. Sasa bahati mbaya, wananchi wengi sana wanakuwa wanakimbilia kwamba Tanesco, Tanesco, Tanesco ndio ambaye ameniunguzia. Sasa wanasahau wana kwamba Tanesco atakuuliza wewe, ulipokuja kuomba umeme, huduma ya umeme nyumbani kwangu I mean, kuingiza umeme nyumbani kwako. Nani alikuingizia? Nani alikuingizia? Hebu tuone hiyo leseni ya huyo mtu, kwa sababu sisi tunawatambua wale ambao wana leseni ya EWURA. Sasa wao wameenda kumtafuta kishoka, kishoka katumie njia zake ambazo anazifahamu yeye mwenyewe, inakuja kuleta matatizo huko na mbele na safari na, na, na changamoto iliyopo, kisha unguliwa nyumba automatically unaweza kukuta Tanesco anakuwa ni mshtakiwa EWURA ndo anaanza kuhukumu hey, uliotoa leseni taanza kuuliza kwamba tupe leseni ya mtu aliyeweka umeme huu. Kwa hiyo Inakumiz... unaanza changamoto mapema kabisa, yani mazingira inakuwa magumu sana pasipokuwa na tija, kwa mtazamo wangu. Kwa hiyo sasa, nadhani tunawahamasisha sana. Kwa hiyo kujibu swali lako, kwa upande wetu sisi kama ukanda ya kati, tumejipanga kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanafunzi wa VETA. Well, nisiseme tu VETA lakini VETA ni mdau wetu mmoja, mmoja wapo, kwa hivyo okay. Kimsingi ni vile vyuo vyote ambao wanafundisha hawa, hawa mafundi wa kesho na kesho kutwa, tunaenda kutoa elimu juu ya umuhimu wa kuwa na hizi leseni, lakini pia kwa sababu uh, TANESCO wanakuwaga na wanaorodha ya wale mafundi ambao wanakuwa wameshapata zile leseni, tunakuwa na tunawasiliana nao ajili ya kupanga ratiba ya kwenda kufanya elimu kwa wale mafundi ambao wana hizo leseni. Kwa hiyo tunakuwa tunaka programu fulani hivi, nadhani naweza nikatumia neno vizuri, ni program ya kutoa elimu kuhamasishana. Tunakuwa tunawasiliana na hawa mafundi ambao wameshaorodheshwa, ambao nisema wamesajiliwa okay, ili kuendelea kuwatolea elimu juu ya muhimu wa kuwa na leseni, lakini pia unakuwa kama vile una unawasaidia ili hata wabadilishe hata ile daraja ya leseni. Labda alianza na daraja fulani ambayo kimsingi iko chini inakuwa inambana kikazi kwamba lazima afunge tu kwenye nyumba ambazo labda ina vyumba viwili kwa mfano, lakini unamwona kabisa kwamba huyu mtu tayari ana experience nzuri sahihi. Kwa hiyo unakuwa kama vile unam, unam, unamsukuma nadhani unamsapoti, ili aweze kuomba daraja kubwa, ili aweze kupata kazi kubwa zaidi, na inamsaidia kimtaji. Na nadhani pia kwa upande huo ni kwamba EWURA tunachangia katika ukuaji wa sekta kimsingi wa, ya umeme wa umeme. Na ni kweli na, na, na, na hili eh, mwenzangu hawa amezungumza kwenye kanda yake, lakini mtanzania mwenzangu lichukue popote ulipo, kama edha ni changamoto au ni fursa kwamba hakikisha kama unafanya wiring katika nyumba yako basi we mtafute fundi ambaye ana leseni ya EWURA kabisa. Leseni za EWURA hazifojiki, huwezi kupata leseni ambaye siyo yenyewe. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, moja unaji, unajiwekea kibindoni hasara ambayo unaweza kuipata baadaye kwa nyumba yako ikipata matatizo alafu inakuja kuonekana wiring ulifanywa mm. Utandazaji wa umeme ulifanywa na mtu ambaye hana leseni ya yote. Kwa hiyo tuchukue wote kama ni kitu ambacho kinatusaidia, haya ni maisha yetu e, haya ni maisha ambayo tunayoishi, na tuna hizi leseni zinapatikana kiurahisi, sioni kwa nini watu wanakuwa hawana leseni mm. na sioni kwa nini watu unafunga umeme, tunaacha tu kampuni hizo kubwa, kampuni hizo kubwa mm. lazima tutatumia mkandarasi mbayo, lakini kwenye nyumba za sisi hizi tunakuwa tunafanya uzoefu ambayo ni kitu ambacho ni kigumu sana. Ni kigumu alafu, lakini pia kaka Kaguo, kama ulivyosema hapo, nadhani ni ile kama unavyosema. Ndio maana sisi kama ofisi ya kanda tumejipanga au tumejikita zaidi katika kutoa elimu uh, kwa hawa mafundi wa umeme kwa sababu uh, mafundi nao saa zingine wanakuwa kama vile sijui nisema wauoga au ni kwamba wanakuwa vile wanapoteshana, wanapeana taarifa potofu huko Nadhania kwamba hizi leseni za EWURA za kufunga umeme ni kwamba ni ghali sana, au lazima sijui upite kwa mtu mwingine ili uweze kupata hizi leseni. Hapana, hizi leseni kwa kweli ku, ku, ku, ku, maombi yake ni elfu hamsini. Alafu maombi yote yanafanyika katika mtandao wetu wa kuombea leseni, ambao yani inapatikana kwenye tovuti yetu ambayo sasa hakuna haja ya kumpitia kwa mtu sijui, uh, eh, yani. Hakuna mtu kati hii swala, ni wewe tu, una vyeti vyako, una elimu yako, una ujuzi wako. Jaza za maombi kwenye mtandao wetu, ndani ya siku thelathini, kama kila kitu kiko salama, utapata leseni yako, utaweza kuendelea na maisha yako. Kwa hiyo, nadhani hiyo pia ningeomba kuisisitiza hiyo.